Mechi hakuna mpaka bodi ya ligi itoe sababu ya kuahirisha mechi au ijiuzuru, na rais wa TFF kama ni muungwana kweli basi atuombe radhi kwa sababu ametutukana. Sisi wengine ni wakubwa kwake, pamoja kwamba yeye ni rais, lakini sio rais kama Samia. Ni rais tu wa, wa vilabu, lakini hana urais kama Samia, kwamba yeye hawezi kukosolewa. Lazima akubali kukosolewa. Kiongozi yeyote ambaye akikosolewa ana hamaki, lazima jitathmini. Kwa sababu hata mitume mtume wa Mungu walikuwa wakiteleza, Mungu anawakosoa. Kwa nini hawakumlaumu Mungu? Wanamzonga Manara bure tu, lakini Manara yuko kweli kweli kabisa. Yule kalewa madaraka. Kiongozi yote ukimuona anaongoza kwa kuhamaki, madaraka yamemlevya. Ulevi sio pombe tu, hata madaraka ni ulevi vile. Kwa hiyo sisi kama wa, washabiki wanachama, wapenzi wa Yanga kwa niaba wazee wenzangu na wazee wengine wataongea, sisi Yanga hatuchezi mechi labda vinginevyo, viongozi watueleze habari nyingine. Kwanza serikali inatakiwa ijitambue, pengine itumie watu wake kuona, je, huyu bwana kalia haswa, lengo lake ni nini? Anavuruga kwanza, kipindi hiki tunaenda kutuelekea kwenye uchaguzi, manaka anataka kuligawa taifa hili, watu waingie kwenye uchaguzi wanachuki na serikali yao. Wanatakiwa wamwangalie sana, lakini wakati mwingine kulikuwa na mtu anaitwa Malinzi, hakufungwa kwa ajili ya michezo hii? Au serikali inafika mahali inajibadilishi na kuwa sungusungu, waseme kwamba wao sungusungu ndio iliingilia kati, ndio wakafungwa Hatuwezi kukubali kurudia mchezo huu. Tunaungana na bwana Manara aliyeanza kupiga kelele siku nyingi kwamba hawa wanatudharau. Rais wetu na viongozi wengine wa kamati zinazomsaidia waitishe mkutano mkuu wa dharura, wanachama waende wakaamue wenyewe juu ya timu yao. Kipindi cha uchaguzi wanaingiza vurugu, manake tuame kwenye ajenda ya uchaguzi, tuamie kwenye ajenda ya huu uj... uliofanyika. Nasi tunaungana na Yanga na tunawaomba Yanga kama wao wanashindwa kuamua mawazo yanayotolewa na wengi, itishwe mkutano mkuu, watu wakataa mawazo yao. Kama kufungiwa viongozi wote wapite. Ila hawa wanaongoza kwa kuwafungia watu, wanaongoza na kuzibana media zisitoi taarifa zao za kweli. Bodi ya Ligi ndio iliyoahirisha mchezo, wameenda kwenye pre-match mipango ilikuwa iko sawa, wamemaliza pre-match mpaka saa sita, saa saba ndio linatoka tamko la kuahirisha mechi. Huo ulikuwa ni uhuni, Wala hakuna kanuni yoyote iliyotumika, hakuna kanuni yoyote iliyotumika kwa ajili ya kuahirisha mchezo huo. Ninachotaka kusema kwamba dabi haipo, na sababu za msingi zipo, ndio maana tunasema dabi haipo. Tunataka Rais wa TFF ajitokeze hadharani ili kuweza kutoa tamko lake au kulifuta lile tamko alilolitoa la kuidhalilisha Yanga.